Sofex Media TZ. Na leo hii karibu tuboreshe muonekano wa studio yetu. Kwa video hii fupi, natumai utapata kufahamu vile uboreshwaji wa studio unavyofanywa ikiwa ni studio kwa ajili ya kituo cha redio ama studio kwa ajili ya kurekodi muziki na hata matangazo. Mimi ni Felix DJ Kaombwe. Kwa kuanza leo hii tutaangalia hatua ya kwanza ambapo Tutafanya hatua hii kutokana na hali halisi ilivyo sehemu husika. Mfano, katika ujenzi au uboreshwaji wa studio, unaweza kukuta studio ni ya zamani na inahitaji uboreshwaji au ukakuta studio ni mpya, yaani jengo jipya. Katika maeneo yote hayo, kila sehemu itakuwa na hatua zake. Basi tuanze kwa kuangalia hatua ya kwanza kwa studio ambayo inaboreshwa kutoka uzamani kuwa ya kisasa. Hatua ya kwanza ni kuanza kuondoa material au ule ujenzi uliofanyika awali. Tutaanza kuondoa hayo material. Baada ya kuondoa material hayo yote, chumba chetu kitakuwa katika muonekano huu, yaani kitupu na kipo safi na tayari kwa kuanza uboreshwaji. Kitakachofuata ni kufanya framing kwa chumba chote, yaani kuanzia juu kwenye roof na pembezoni kwenye kuta zote kama unavyoona. Na shughuli hii ya framing tunatumia mbao au vyuma maalum, lakini katika video au shughuli yetu hii tumetumia mbao kama unavyoona kwenye picha na video zetu. Baada ya kufanya framing kwa chumba chetu kinachofuata ni kubandika sound isolation, yani sound proof kwa chumba chote. Tukikamilisha ubandikwaji wa sound proof hizo, kinachofuata ni kufunga silk cloth au kitambaa maalum chepesi ambacho kitafunika sound proof zetu ili zikae katika mpangilio na kutoweza kutawanyika au kusambaa. Tukishamaliza hatua hiyo, hatua inayofuata ni kufunga boards. Na katika ujenzi huo tumetumia melamine board milimita 6 futi 4 kwa 8, kwa ukutani na juu, kwenye roof au dali tumetumia gypsum board, kwa sababu ya kudesign pambo au mwonekano wa roof. Kwa leo, mtazamaji wangu wa Sofex Media TV, tuishia hapo, lakini kuwa tayari kwa hatua zinazofuata, ili kwenda kuona tunavyokamilisha studio yetu, usiache kusubscribe kucomment, kushare na kulike katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok na YouTube kama Sofex Media TZ. Na kwa mawasiliano, piga simu 0762 408 408 kwa ushauri na ujenzi bora wa studio na masuala ya uhusuyo media. Karibu Sofex Media TZ.